Yeah, God bless you. Mungu akubariki majeshi majeshi. Na kusalimu katika jina la Yesu na inatumaini unaendelea vizuri mahali ulipo. Ni neema nyingine tena na ni baraka Mungu ametupatia. Yeah, mahali popote pale unaweza ukaa uko kwenye chombo cha usafiri, unafuatilia I have something to talk to you from the book of Psalm 91, verse 3. Yeah, the Bible says, Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Neno la Mungu nasema maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Kwa hiyo, kuna watu tangu mwaka umeanza huu elfu mbili na ishirini na sita wamekuwa kwenye targeti mbali mbalimbali za uharibifu, targeti za mauti, targeti za mateso, targeti za madeni, targeti za magonjwa. Mwaka umeisha, wengine wame, wameanza mwaka wakiwa hospitalini, wengine wameanza mwaka wakiwa na madeni kibao, wanadaiwa na wengine, wamekata tamaa, wajui kwamba wanatokaje, wanavuka vipi. Kwa kila mmoja ameanza, mwingine ameanza mwaka kwa changamoto mbalimbali mbali, shida, mateso, tabu. Wengine kila ukijitahidi kuomba msaada kwa ndugu, hakuna naye kusaidia, hakuna naye kuelewa, hakuna naye kuzingatia, na imefika hatua ume give up, naona kama hakuna msaada. Kuna watu biashara zao ziko kwenye target za uharibifu. Mwingine ni furaha yake, ambapo ataona biashara yako imeanguka imefeli, kila unalolipanga linafeli kuna mtu ni furaha kwake, lakini Mungu yuko hapa ili akusaidie. Kwa hiyo nataka nikwambie usiogope na usife moyo. Mungu amenituma kwa ajili yako ni kupe neno hili ya kwamba Mungu atakuokoa na mtego wa mwindaji. Kila anayewinda maisha yako, kila anayewinda biashara zako, kila anayewinda maisha yako, anawinda watoto wako, anawinda chochote unachokifanya, wale ambao wanawinda kwamba uharibikiwe, usifanikiwe. Mungu amenituma niweze kukuambia kwamba Mungu atakuepusha na kila baya. Mungu atakuepusha na kila mitego ambayo imetegwa ili kunase wewe, inase biashara zako, inase shughuli zako. Mungu atakuepusha na kila mtego ambao umeandaliwa ili ukunase. Kama unaamini, sema amina kwa jina la Yesu. Taipo ameni, ninapokea mtumishi wa Mungu. Na asubuhi ya leo ni maombi yangu kwamba Mungu akuepushe na kila mabaya, Mungu akuepushe na mikono ya waovu, Mungu akuepushe na ajali mbaya, Mungu akuepushe na kila roho ya mauti ambayo imeandikwa juu yako, juu ya biashara, juu ya kazi, juu ya ndoa, juu ya wazazi wako, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuepushe na kila baya ambalo limepangwa kwenye maisha yako. Mungu akuepushe na kila mitego ya wawindaji inaweza ikawa ni mitego ya mauti, inaweza ikawa ni mitego ya magonjwa, inaweza ikawa ni mitego ya umaskini. E, kuna watu ambao wamewekwa tageti kwamba mtu huyu akianza kazi asipate fedha, asiendelee, akilipwa mshahara uishie kwenye pombe, uishie kwa wanawake. Kwa hiyo umewekwa kwenye tageti, na wengine wamekwisha kujaa kwenye tageti. Ni ninalituma neno la Mungu likutoe kwenye tageti za wawindaji kwenye targeti za watesi wako, kwenye targeti ambayo umewekwa, kwa jina la Yesu, ninakutoa kwenye hiyo targeti kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao wako kwenye lamani eh, ama wako kwenye targeti eh, ya uovu, kwa sababu adui alipoangalia maisha yao, alipoangalia biashara anazofanya, akaona mtu huyo akifanikiwa atainua wengine, atasaidia ndugu zake, atasaidia jamii kwao. Anachokifanya ni kupambana na kile kilicho ndani yako. Siku zote wanasema shetani ama adui hapambani na wewe kama wewe, hapana, anapambana na kile kilicho ndani yako ambacho kina kinafanya wewe uwe hivyo ulivyo. Kwa hiyo kuna watu eh, heshima ambayo anaipata kazini, eh, kibali ambacho unapata kwa bosi wako kibali ambacho unapata katika eneo lako la kazi sio kwa sababu unafanya kazi sana, sio kwa sababu unajituma, sio kwa sababu eh, unafanya hiki na hiki, ila ni kwa sababu ya ya kile kilicho ndani yako, ndio kinaleta mvuto. Kwa sababu ya, ya ile neema ambayo Mungu ameiachilia ndani yako, ndio inaleta mvuto. Hallelujah. Kwa kwa hiyo maandiko anasema kwamba na Yesu alizidi kukua katika kimo na maarifa, huku akimpendeza Mungu na wanadamu. Kwao kuna kitu ambacho kinakuwa ndani ya mtu, hicho kitu ndo kinaleta mvuto, kina, kina atrakti wengine, kina atrakti wateja kwao. Yani sio kwamba kinachovutia wateja dukani kwako ni kule kujaza bidhaa nyingi, hapana, ila kuna kitu ambacho ni different na maduka mengine ndo kinavutia wateja. So watu wakitazama, wakiona hiyo hali wanakuweka kwenye target ya kukuharibia biashara, wanakuweka kwenye target ya kuharibu huduma, kuharibu ndoa yako. Kuna mwingine akishaona umeolewa na tajiri anakuweka kwenye target ya kwamba ndoa yako ivunjike, wanakuharibia. Kwa hiyo tatengenezewa a lots of scandals. ili kusudi tu wavunje ndoa, wavunje familia, wavunje biashara, wavunje huo mji, lakini kwa jina la Yesu kila target ya muovu juu ya maisha yako haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Anayepanga mabaya juu ya maisha yako hatafanikiwa kwa jina la Yesu. Maandiko anasema katika, katika Isaya 54 mstari wa 17 kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa hiyo natamka kama mtumishi wa Mungu kila silaha yoyote ambayo imepangwa kinyume na mpango wa Mungu juu ya maisha yako hiyo silaha haitafanikiwa kwa jina la Yesu, iwe ni silaha ya mauti, iwe ni bunduki e, iwe ni sumu haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Mungu akuokoe na mikono ya watesi, Mungu akuokoe wa na mikono ya adui zako waliopanga mauti juu yako waliopanga mabaya, Mungu akuokoe kwa jina la Yesu. Mungu aokoe wa watoto wako, Mungu aokoe wa familia yako kwa jina la Yesu. Wamekusudia mabaya juu ya maisha yako, Mungu akuondolee hiyo aibu, Mungu aondoe huo msalaba, Mungu aondoe hilo teso Mungu aondoe hiyo roho juu yako inayotesa na kushikilia maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea mahali ulipo, pokea kufunguliwa, pokea kutoka kwenye shimo, shimo la kuzimu. Mitego yote ambayo ilinasa maisha yako, nina kutoa kwenye hiyo mitego. Ninaamuru hiyo mitego iachie maisha yako, iachie biashara, iachie huduma, iachie watoto, iachie ndoa, iachie kazi, iachie mashamba. Kuna watu wengine mashamba yao yamefungwa. Utapanda unalima maeka na maeka, lakini mavuno ni, me, ni kidogo, napata kidogo sana. Natamka neema ikafungue mashamba, ikafungue biashara, ikafungue kazi, ikafungue ndoa, ikafungue elimu, ikafungue maisha yako, ikafungue kila kitu ambacho unakifanya. Neema ya Mungu ikafungue kila kitu. Hakuna atakayezuia kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Hakuna wakuzuia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Mwaka huu ni mwaka wa kupandishwa na kupelekwa viwango vingine. Mwaka huu ni mwaka wa kwenda viwango vingine. Mwaka huu ni mwaka wa kufanikiwa, ni mwaka wa kubarikiwa, ni mwaka wa kuinuliwa, ni mwaka wa kuona matendo makuu ya Mungu, ni mwaka wa kuona neema ya Mungu. Kwa hiyo pokea ustawi kwa jina la Yesu, pokea kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo, na siku hii utaikumbuka. Bwana akutoe katika teso hilo, Bwana akutoe kwenye hiyo kwenye hilo shimo Mungu akutoa kwenye hilo, hilo jaribu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akutoe katika kila aina ya teso na kila aina ya mashida masumbuko kwa jina la Yesu. Mungu alikuze jina lako, nyota yako ing'ae kwa jina la Yesu, nyota yako ing'ae kwa jina la Yesu, nyota yako ing'ae kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya nyota